Asante kwa kujiunga na mtu wako wa nguvu, ripota wako wa nguvu Millard Ayo. Hapa ni Pugu Road, Dar es Salaam. Leo nimetembelea kwa mara ya kwanza Danube Home ambayo inapatikana GSM Mall bana. Sikuwahi kujua kama kuna Watanzania wamewasogezea Watanzania wenzao vitu vyote vizuri. Sasa tembea na mimi tuone moja moja, moja, jinsi ambavyo inakuwa. Ni mara nyingi utakuwa umemwona Millard Ayo akiposti picha mbalimbali za nyumba kwenye Instagram, Facebook, Twitter na kwenye millardayo.com. Sikuwahi kujua pia kama nitakutana na sehemu Dar es Salaam ambako wanauza vile vitu ambavyo vinakamilisha nyumba za nguvu. Kiukweli, siwezi kumaliza gorofa zote nne kukuonesha kila kitu. Kwa sasa cha kufanya ni wewe kuja hapa GSM Mall Pug Road, ujionee na vingine vingi ambavyo sijakuonesha bado. Ni kweli kuna matukio zaidi ya kumi na tatu sasa ambayo yameripotiwa kwa kwenye dawati kwa vipindi tofauti tofauti, ambayo unakuta watu wanaanza mahusiano kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii kwenye simu, kwa mfano, Facebook, Instagram, tunakwenda na kwenye mtandao maarufu wanaojua vijana sana ambao ni wa Imo au hizi Snapchat wana, wanakutana kule, wanakuwa wanachati kwa muda mrefu wanafikia mahali wanaanza mahusiano ya kimapenzi hao watu. Kumbuka hamna anayemjua mwenzie na kila mtu yuko kwake kwenye mkoa wake, pengine sio mkoa mmoja. Sasa baada ya hivyo unakuta aidha ni msichana anasafiri anamfata kijana, labda ndani ya mkoa wa Arusha. Anapofika hapa, wanaingia kwenye mahusiano kawaida, wakati huo wanakaa hotelini, au unakuta wanakaa kwenye hizi nyumba za kufikia wageni maarufu guest house wanakaa wanakula starehe wanavyojisikia. Ikifika wakati fulani, hakuna mtu tena anayemtaka mwenzie, basi unakuta yule binti au yule mwanamke anatelekezwa sasa na yule kijana, hana chochote, hana pesa ya kurudia kule alikotoka. Sasa kwanza huyu binti anakuja kwetu kuomba msaada, kulalamika kwamba hakutendewa sawa. Ikumbuke, huyu mtu amekutana naye kwenye mtandao na kama amekutana naye kwenye mitandao basi ni kwamba hamjui vizuri, hajui kwamba anaishi wapi na atapatikana vipi. Ina maana kuja kuanza kumtafuta mtu kama huyu ili huyu binti aweze kusaidika, ni procedure ndefu, ni mlolongo mrefu. Kwa hiyo unakuta mabinti hawa wanadhalilika. Sasa hawa ni baadhi ya mabinti ambao wamekuja kuripoti kuomba msaada. Ina maana katika uhalisia kuna wale ambao wanapokutwa na mambo kama haya wanajikuta wanakata tamaa na pengine wanaingia sasa mtaani kwa ajili ya kufanya biashara ya mwili kujipatia kipato, waweze kwenda sasa kurudi kule walikotoka. Lakini ndio yanamfanya mitandao ionekane mibaya pale itakapomletea madhara. Lakini kingine kikubwa pia kwa wazazi tunapenda kuwaelimisha wazazi wote ambao wanafikiri kuwanunulia watoto wao smartphone, hizi simu nzuri zenye kuweza kuingia kwenye mitandao. Ni kitu kizuri, ni kitu kizuri kwa upande mmoja, hasa utakapokuta yule anayenunuliwa ile simu, kama mwanafunzi anaitumia kuweza kujifunza zaidi, kwa mfano kwa kupita kwenye masuala ya Google, anatumia anapata materials, anasoma. Lakini sasa, wana hawa watu ambao nakuta pia yuko mkoa mwingine kule anaambiwa labda kuna mwanaume anataka kuoa ndani ya mkoa wa Arusha. Yule mwanaume yuko Arusha, mwanamke yuko mkoa mwingine, sitaki kuutaja. Yule mwanamke anatumiwa hela, anakuja mpaka mkoa wa Arusha, anaishi na mwanaume zaidi ya miezi mitano au sita au saba, wakiishi kama mke hawa watu wamekutana, hawakupima, hawapimi hata, wanakutana kwenye mitandao. Sidhani kama wanaku, wana, wanajua kwamba kuna kupima, kuna maradhi, kuna nini. Unakuta mtu anaingia kwenye mahusiano hivyo, anakaa na mtu mie, miezi mitano sita saba mpaka nane, akiamini kwamba wameanza maisha. Baadaye yule mwanaume akishamchoka anamtelekeza, anaanza kumkataa na kumkimbia, anakuwa anadanganya mambo kibao, labda mwanamke anataka kujiua, mwanamke ana ugonjwa wa akili, au mwanamke ana kitu gani, kumbe ile ya, ya, mapenzi yameshaisha sasa. Wito wetu kama watu wa dawati kwa jamii zetu kwamba tuache hizi tabia za, ku, za ulimbukeni wa mapenzi au ulimbukeni wa maisha. Kwanza itatuepusha na madhara makubwa ya kuathirika kisaikolojia pale mtu anapokataliwa, lakini vile kuteseka ukiwa kwenye, kwenye, kwenye miji ya watu, hu, hujui uende kwa nani. Kazi yangu ni kukuhabarisha. Jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote. Install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS, kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.